complex lakini pia uh, tua tunaona kama kuna kuna sauti yako ama ku ukifanya moja kati ya interview na na sambaa nini yanasambaa nanininao nasema kuna Benjamin Mkapa au pengine kama kutakuwa na mabadiliko yoyote, watu wataweza kufahamishwa na tumuona pia kwenye page uh, ikionyesha kwamba ngoma itapigwa na nyua Amani complex. Nataka tupate msawazo pia kutoka kwako kwa hapa kwa uh, mchezo utachezwa hiyo Machi moja wa, wa dabi ya Kariakoo eneo gani katika hayo maeneo mawili? Ah, sasa, sasa kuna kuna, kuna challenge hapo naiona mm. Eh, ni challenge kubwa kwa sababu inawezekana wewe eh, ujafuatilia sasa hizo hizo taarifa eh, ujafuatilia vizuri. Mimi nachokumbuka ni kwamba eh, kabla bodi ya ligi haijatangaza mchezo mm. eh, huo mimi na wewe tulikuwa tunafahamu unakuwa ni kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa yes na hata hiyo interview unazungumza e, kama ungefuatilia ungeona imefanyika asubuhi mm. wakati bodi ya ligi kuu Tanzania haijatangaza juu mm. e, ya mabadiliko ya uwanja mm. kwa hiyo kama asubuhi e, bodi ya ligi kuu Tanzania, mimi pamoja na wewe tulikuwa tunafahamu kwamba mchezo utafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, alafu baadaye jioni e, bodi ya ligi kuu Tanzania itatangaza kwenye, itafanyika kwenye uwanja wa New Amani Complex. sijui changamoto ni nini na sijui kuna ugumu gani wa wewe eh, ku, ku, ku, kuchagua eh, wakati unaona kwamba kwa so ni taarifa ambayo ilitoka baadaye. Kwa hiyo nadhani tuanzie hapo, tuzungumze tu kuhusiana na dabi kwenye uwanja wa niw Amani. Tuzungumze kwamba kulikuwa na taarifa hii, kulikuwa na taarifa hii, hakuna mantiki yoyote okay. kwa sababu Ee, taarifa ya mwisho iliyotolewa na mimi pamoja na kurasa za Bodi ya Ligi ni kwamba mchezo unakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Amani Complex. Sawa, unakwenda kufanyika Amani Complex pale visiwa ni Zanzibar na maandalizi yake yako vipi sasa? Tumeshua, kwa sababu tumeshuhudia mchezo wa mwisho wa dabi ya Kariako, changamoto za hapa na pale ambazo zilijitokeza. Kwa sasa tumeanzia wapi kujifunza na nini ambacho tukitarajie kuelekea mchezo huu ambao ni taswira ya nchi pia, tutarajia tutarajia kushuhudia mchezo wa ligi kuu ya NBC mchezo namba 4 kati ya Club Club na Simba Sports Club eh, ambao bodi Tanzania, ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake vizuri, na hatuwezi kusema imekamilika, lakini yanakwenda vizuri na tutakwenda kushuhudia huo mchezo hapo wa, kwenye uwanja wa mkutu. Okay, wakati huo pia tukishubilia huo mchezo mzuri sana, dabi ya mwisho tulishuhudia waamuzi kutoka nje ya taifa la Tanzania. Uh, kuna watu wakawa wanahoji pengine inaweza likajitokeza pia swala hilo uh, kwenye dabi hii hapa uh, ili kuepusha mambo ya hapa na pale, ama tutarajie lolote inaweza likatokea? Hapana, uh, siwezi kuzungumza chochote kwa sasa hivi kwa sababu uh, tunasubiri kamati ya waamuzi ipange waamuzi kwa ajili ya huo mchezo. Kanuni zinawaruhusu kutumia waamuzi wa ndani au wa nje, kwa hiyo watakapopanga tutajua, uh, tutafahamu, tutakwenda kutumia waamuzi gani, okay. Sawa, karibu Karim Boimanda, yeah. Sasa hivi ukiangalia katika ratiba ya Bodi ya Ligi Kuu, uh, ratiba ya Ligi Kuu kuna namna ambavyo, uh, kushepu na nini, kuna watu wana, wanaangalia namna ambavyo viporo vimekuwa ni vingi kutokana na changamoto za michezo ya kimataifa, AFCON hapa na nini, na namna ambavyo ratiba itakwenda, ligi itakwenda kukamilika, uh, changamoto kiasi gani mnakutanayo hapa katika kuhakikisha kwamba mechi zote zinachezwa kwa wakati, wakati huo pia baadhi ya timu pia tunaona muda mfupi zinakuwa zinacheza mechi back to back na vitu kama hivyo hapo ili kuweza kuleta hiyo ladha na kuondoa yeah. uh, yeah Hmm. Changamoto msingi wake ni muda finyi wa kucheza. Tumekuwa eh, na muda mfupi kwa sababu ya uwepo wa michuano mbalimbali ikiwemo fainali za chani fainali za AFCON na uwepo wa fainali za kombe la dunia mwishoni mwa mwaka. Kwa hiyo tumekuwa na muda mfupi wa kucheza, na ndio sababu unaona eh, ukijumulisha na ushiriki wa klabu zetu nne kwenye michuano ya kafu imetengeneza hivyo eh, viporo. Lakini kila kitu kinakwenda sawa, tumeshajipanga kukamilisha na tutakamilisha kwa wakati kama ilivyopangwa. Sasa Karim Boimanda tukushukuru sana kaka kwa kuungana sisi hapa ndani ya nje ya Dimba. Asante sana. Yeah, Aya mezungumza hapo kuhusiana na hiyo uh, dabi na lakini pia ratiba jinsi ambavyo imekaa kwa sababu yeah, uh, vilabu ndivyo ambavyo uh, mbavo maanake viporo vikiwa ni vingi manake vilabu lazima viumie. Yeah, amesawazisha kwamba mchezo utachezwa Amani Complex lakini yeah, pia uh, namna ambavyo uh, kwa sababu kanuni pia zinawaruhusu waamuzi <laughs> Uh, sijajua hiyo pamoja na bomu ungetamani waamuzi wa Tanzania ama waamuzi wale wale kutoka nje ya Tanzania ili kunogesha hiyo dabi ya Kariakoo kuepusha mitikasi hapa na pale. Ukisikia ambavyo wame, wakati tunamuuliza kuhusu mchezo, ukisikia ambavyo wame utemu. Ama utemu kama kiongozi kabisa amesema mchezo namba 54. Uh, of course ni mchezo ambao unatoa taswira nchi lakini hakutaka kuupa hiyo, uh, pressure sana kama kiongozi. Yaani ametaka kutengeneza kama tunasema fairness kwamba kila mchezo ubao bodi ya ligi wana utreat sawa, mm, kwa namna alivyojibu kwao inakuonyesha hata taarifa, amesema tusubirie taarifa kuhusu marefari watatumika wanje ama wandani. Mimi nimependa zaidi alivyojibu. Unajua, kuna kiongozi mwingine ukimuuliza kuhusu mchezo kama huo, anajibu as like msimu mzima alikuwa anafanyia kazi huo mchezo peke yake. Lakini...